Leo tunamchambua moja ya viongozi waliotawala Kenya kwa muda mrefu. Daniel Toroitich Arap Moi alikuwa rais wa pili wa Kenya na aliongoza nchi kwa miaka 24, akiwa na mchango mkubwa katika siasa za Kenya na Afrika kwa ujumla. Katika simulizi hii tutaangazia maisha yake awali, safari yake ya kisiasa, changamoto alizokumbana nazo na urithi wake kwa taifa la Kenya. Karibu The Storyside. Daniel Toroitich Arap Moi alizaliwa Septemba 2 mwaka 1924 katika eneo la Kuriengo, kaunti ya Baringo Jamii ya Wakalenjini. Baba yake Kimoi Arap Chebii alifariki Moi akiwa mdogo, na kulelewa na mjomba wake Kimoi Arap Tumo. Katika ujana wake, Moi alisoma katika shule ya msingi ya Kabartonjo na baadaye kujiunga na shule ya sekondari ya Kabsabeti. Kutokana na bidii yake, alijiunga na chuo cha walimu cha Tabambachi ambako alipata mafunzo ya walimu na hatimaye akawa mwalimu wa shule za msingi, kabla ya kuingia kwenye siasa. Mwaka 1955 wakati Kenya bado ilikuwa koloni la Uingereza, Moi alichaguliwa kuwa mwakilishi wa bonde la Ufa, yani Rift Valley, katika baraza la kutunga sheria alikuwa miongoni mwa wanasiasa wa kwanza wa Kiafrika kushiriki katika utawala wa kisiasa wa nchi kabla ya uhuru. Moi alishiriki na viongozi wengine kama Jomo Kenyatta, Oginga Odinga na Tom Mboya katika harakati za kupigania uhuru wa Kenya. Mwaka 1960 Moi alianzisha chama cha Kenya African Democratic Union ambacho kilikuwa cha upinzani dhidi ya Kenya African National Union ambacho kilikuwa kikiongozwa na Kenyatta. Baada ya uhuru wa Kenya mwaka 1963, KADU, yaani Kenya African Democratic Union, kilivunjwa na Moi akaungana na KANU mwaka 1967. Moi aliteuliwa na Rais Jomo Kenyatta kuwa makamu wa rais akichukua nafasi ya Joseph Murumbi. Baada ya kifo cha Jomo Kenyatta mnamo Agosti 22 mwaka 1978, Moi alichukua uongozi wa taifa kama rais wa pili wa Kenya. Aliungwa mkono na jeshi la Kenya na wanasiasa wakubwa wa KANU na alitoa ahadi ya kuendeleza sera za Kenyatta kwa kauli mbiu ya Nyayo, akimaanisha kuendelea na urithi wa mtangulizi wake. Moi alitawala Kenya kwa muda wa miaka 24 na na utawala wake uligawanyika katika vipindi viwili vikuu. Katika miaka ya mwanzo ya utawala wake, Moi alionekana kama raisi anayewajali wananchi wa kawaida. Alipanua elimu ya msingi na kuhimiza mshikamano wa kitaifa kupitia kauli mbiu yake ya Harambee. Lakini hali ilianza kubadilika pale ambapo walikabiliwa na upinzani wa kisiasa. Mnamo mwaka 1982 Moi alifanya KANU kuwa chama pekee cha siasa nchini Kenya kupitia marekebisho ya katiba. Baada ya hapo upinzani wa kisiasa ulipigwa marufuku na wapinzani wake wengi kama Jaramogi Oginga Odinga na Kenneth Matiba waliteswa na kufungwa jela. Mnamo Agosti 1982, jaribio la mapinduzi lilifanyika nchini Kenya likiongozwa na baadhi ya wanajeshi wa jeshi la anga la Kenya. Mapinduzi hayo yalishindwa na Moi alitumia tukio hilo kuimarisha mamlaka yake zaidi. Baada ya shinikizo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa na wananchi wa Kenya, Moi alilazimika kuruhusu mfumo wa vyama vingi mwaka 1991. Hii ilisababisha kuanzishwa kwa vyama kama FORD Kenya, FORD Asiri na Democratic Party. Licha ya ushindani mkali, Moi alishinda uchaguzi wa mwaka 1992 na akashinda tena mwaka 1997 ingawa kulikuwa na tuhuma za wizi wa kura na vitisho kwa wapinzani. Hata hivyo, alikabiliwa na ukosoaji mkubwa kuhusu ufisadi serikalini, ukiukaji wa haki za binadamu na kuzorota kwa uchumi. Mnamo mwaka elfu mbili na mbili Moi alistaafu uraisi kwa mujibu wa katiba na alimpigia debe mgombea wa KANU Uhuru Kenyatta kuwa mrithi wake. Hata hivyo, mgombea wa upinzani Mwai Kibaki alishinda uchaguzi huu kwa kishindo kikubwa. Baada ya kustaafu, Moi alijikita zaidi kwenye shughuli za kijamii, akisimamia miradi ya elimu na kusaidia vijana kupitia taasisi yake ya Moi Africa Institute. Aliaga dunia mnamo 2020 Februari 4 akiwa na umri wa miaka 95. Licha ya utawala wake kuwa na changamoto, Moi alihusika katika maendeleo kadhaa nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na haya: elimu ya bure ya shule za msingi. Moi alihimiza upanuzi wa elimu kupitia sera ya elimu kwa wote. Lakini pia miundombinu, alijenga barabara, shule na hospitali nyingi katika maeneo ya mashambani. Na jambo la tatu, mshikamano wa kitaifa, alihimiza umoja wa taifa kupitia kauli mbiu ya Nyayo. Lakini pia kuna changamoto zilizomfanya akumbukwe kwa njia hasi. Jambo la kwanza ni ufisadi, utawala wake ulituhumiwa kwa uporaji wa mali ya umma. Jambo la pili, ukandamizaji wa demokrasia, kwa maana aliendesha utawala wa chama kimoja kwa miaka mingi, akiwatesa wapinzani wake. Na jambo la tatu, uchumi duni, kipindi chake cha mwisho kilikuwa na hali ngumu ya uchumi kutokana na sera mbovu za kifedha. Daniel Arap Moi alikuwa mmoja wa viongozi waliotawala Kenya kwa muda mrefu zaidi. Wengine wanamkumbuka kama kiongozi aliyewajali wananchi wa kawaida, huku wengine wakimwona kama kiongozi aliyodhoofisha demokrasia. Je, wewe unamkumbuka vipi Daniel Arap Moi? Tafadhali tuachie maoni yako kwenye comment. Hii ndio The Story Side, mahali ambapo historia haiishi bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kulike, kusubscribe na kushea simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata. The Story Side, tunafanya historia iishi.